Maliana mulikuwa na hiba maka ya Wamasai. Sewe, <laughs> hata <laughs> sayi, Wamasai say, wali jangaruka. Uh, walikuwa, wakisi <laughs> wali bade, babi ba, uinye ba, yi, yi kitu nilikuwa ni ukweli. Unajua, unajua, Wamasai wali kuwa napanga mbanga kwa wadama. Kizi, ulezi sinamira. Yaani, kizi, walianza kuchukua mojawapo, kaunti uh, mbili walikuwa na chukua moja moja, masaya anafikiria uh, uh, ya iyo tuni kitu tu noma noma oh. Kisia kaona tuni bado alichukua moja masaya kama moja wengine ingine, <laughs> ingine. Kisia kapita, Kisia kachukua maka, Kisia kwenye <laughs> masaya bado kachukua, akana ni ni kitu noma noma. Venye ribaki moja masaya kachanua <laughs> sai kutoka Kisii hadi maimayo huwezi kutaa na maka <laughs> wamasai wa, wa, wa wote wote walichanuka. <laughs> huwezi pata maka, so wajaliwenza tu, serikali ni nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu, na tuombe tu Mungu, watu wa Mount Kenya wali Teresa tukaingia na tukifanya blanda, tukifanya blanda, baba baba yangu Agwambo jako ujaleg, baba tukifanya blanda moja papu, tukusana William Samoei Ruto, tutaona vitu yenye tujaiona, tukijubutu tutaona ukule Mwenyezi Mungu, tumetegwa tu kidogo tu Baba Raila Amolo Odinga tumetegwa kidogo. Kito. Tumetegwa. Baba tumetegwa. Uh, na tukifanya blanda. Sisi wa Jaruo Nyanza tutende na tuende na at, tuende. Hadi tusaulika. Blanda tu kidogo tukifanya. Tupige sisi smart. "Ruto must go." Wajolo wenzetu wa Kenya wenzetu heri Saitani wenye unajua kuliko Yesu. Ni nini mbaya? Mumeona hakuna president mzuri kama William Samoei Ruto. Ruto ndio president yenye anafukuza wakora. Ati unasema wewe ni kij

Very nice. Nimeibiwa simu mbili nikisimama tu hivi ina, simu yangu inaenda nikiona Omosi, sawa oh, oh, serikali iko sawa serikali, na serikali ni mzuri na Raila Amolo Odinga baba, usijubutu kukosana William Samuel Ruto baba, ukijubutu ukikosana William, William Samuel Ruto to support mtu mwingine, tutaibiwa huko na to lose hapa pia, tubaki tu hapa baba. Kuna kananingine baba, kana ni Ruto Hakuna kana ningine Wajaluo, kana ni Nyanza. Hakuna kana ningine, kana ni i ya William Samuel Ruto. Na tukiteresa tuanguke, tukianguka, wallahi bilahi sisi wajaluo tutaenda tukaenda tukaenda tuende na twende, Baba na Raila Odinga. Na tunapenda tunapenda Kenya yetu, na Kenya yetu. Tukunara la Mlodinga. Tukuna presidenti yetu William Samuel Ruto, tukuna Raymond Omollo yes. unya sumbi, tukuna John Mbadi, tukuna pia wandai peni watu wetu, kazi iyo tupeke yake, tuoka serikali sahii. Hii serikali hii kwa yetu, tukaonewa huruma <coughs> <laughs> tukaingia <laughs> na hiyo ruma, venye tumeingia hivyo Mrudiga na kosana William Ruto, maybe Raila yako no. Lakini lakini sio Raila, Raila, Raila ye tu, ngoja yako na kosana William, lakini Raila yetu hawezi kosana Ruto, hawezi sana Raila, Mrudiga hawezi.